Tumewezeshwa leo tumeona pikipiki thelathini na tatu, ambapo nimeambiwa tunakwenda tunafika sehemu gari haiwezi kwenda. Mheshimiwa Rais ameleta pikipiki, tumezikabidhi. Hii ni mwendelezo wa zile tulizoanza tangu mwaka jana, hivyo ni wazi utayari wa serikali ni mkubwa. Sasa tunahitajika sisi, hatuna sababu ya kumwambia mwananchi siwezi kufika Tumewezeshwa vifaa, twendeni tukafanye kazi hii. Na ipo tabia ya kuwaambia wananchi, kama unataka nije, changia mafuta. Hilo jambo halipo, na katibu mkuu, hili naomba ulisimamie. Mwananchi hatakiwi kuchangia mafuta ili askari wetu amfikie mwananchi. Ipo hiyo tabia baadhi ya maeneo, naomba sana sana, tunaposema tunawahudumia Watanzania kwa heshima na utu. Huyu mtu ameshavamiwa na mnyama mkali na mharibifu, hiyo pesa ya kukutumia anaitoa wapi? Kwa katibu mkuu, hili tulisimamie, ili tuweze kuifanya kazi yetu hii kwa heshima na kujali utu wa Mtanzania. Ni huduma zetu tunazotoa kwa wananchi wetu, lazima zizingatie utu wa watu wetu. Dhamira ya serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwatumikia wananchi wetu kwa utu, heshima na haki. Hivyo, migongano kati ya binadamu na wanyamapori lazima ishughulikiwe kwa haraka. Pale unapopata simu, huku kuna wanyama wakali waharibifu wamefika kwenye maeneo ya wananchi, tunataraji uweze kuijibu simu hiyo kwa haraka na ufike eneo hilo kwa haraka. Tumia uadilifu wako wote, tumia weledi wako wote kuwahudumia wananchi wetu. Ni vizuri tukaimarisha first response teams zetu pamoja na vifaa na miundombinu nyingine tulionayo katika kuwafikia wananchi wetu kwenye maeneo yao kwa wakati. Bodi ilitengeneza mkakati wa mapato wa dharura wa haraka, ambapo tukipata fedha za kuwekeza katika maeneo yetu tulionayo, ikifika 27/28 TAWA itakuwa na makusanyo ya bilioni 187, na, na, na hili mheshimiwa, sio ndoto kwa sababu kitu kimoja ambacho sisi TAWA tunacho ambayo ndio kauli mbiu yetu ni nini? Innovation and efficiency. Mheshimiwa Waziri, naomba nitoe rai pia kwa wananchi. Wananchi katika sehemu mbalimbali ambazo kuna changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu, tunawaomba na kuwasihi wafuate maelekezo wanayopewa na wataalamu wetu, jinsi gani ya kuepuka hayo matatizo kuna matatizo mengine yanatokea hapa, anaongelea madhara kwa binadamu. Mheshimiwa Waziri, kama tukisaidiana, anaweza kuepukika kabisa. kuna baadhi ya wa wananchi na mnyama ambaye anatupa shida kubwa ni tembo. Kuna baadhi ya wa wananchi, Mheshimiwa Waziri, anashambuliwa na tembo saa nane usiku. Sasa sehemu ambapo kuna changamoto, tahadhari zimekwisha tolewa, tunaomba wananchi maeneo hayo wasifanye shughuli zao hasa za matembezi wakati wa usiku tupate maelekezo tunayopewa na wataalam ili tusaidiane kwa pamoja katika kumaliza changamoto hii.